Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI chini ya udhamini wa mfuko wa misitu Tanzania TAF. Karibu kusikiliza. Ni mchana wenye jua kali kati ya kijiji cha Kijani. Wanakijiji wamekusanyika chini ya mti mkubwa karibu na ofisi ya maendeleo Mama Maarifa anaanza mazungumzo juu ya hatua muhimu za ukusanyaji na usindikaji wa malighafi za Briket. Udadisi wa Nanyori unaashiria kutamani kujua kwa kina juu ya Briket. Yobe. Kumbe moja yenye rangi tofauti ana maana yake? Ndio <laughs> Nanyori, nisikumalizie uhondo, ungana nami msimulizi wako Jerome Kimaro kutoka taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI. Karibu kusikiliza habari za leo. Wana kijiji wenzangu, leo tutajifunza jambo muhimu sana, ni kuhusu ukusanyaji na uchakataji wa malighafi za kutengeneza briket. naomba ifahamike kuwa ubora wa briket hutegemea sana aina ya malighafi tunayochagua. Ukichagua vibaya, utapata briket zenye kiwango duni cha ubora, kama vile kutowaka vizuri kutoa moshi mwingi au kuisha haraka wakati wa kupika. Changamoto kama hizi zitawafanya watumiaji kupoteza imani na kusita kununua briket. Kwa hiyo Mama Maarifa, tunapochagua malighafi tunapaswa kuangalia nini hasa? Ni lazima tuchunguze upatikanaji, urahisi wa kuchakata, gharama, wingi, ubora, teknolojia inayopatikana na pia matakwa ya watumiaji. Malighafi bora ndio hujenga msingi wa ujasiriamali wa briketi. mm. Mimi nilidhani malighafi ya briketi inatokana na kitu kimoja tu, sasa mnazungumzia vitu vingi zaidi. Ndiyo, kwa mfano vumbi la mbao, hasa kutoka miti migumu au mianzi, hutoa briketi zenye moto mkali na kudumu muda mrefu. Vilevile vile, vumbi la mbao au matawi ya miti laini kama vile misonobari inaweza kutumika. Na mimea vamizi je, kwa kuwa inasumbua sana mashamba na nyanja za malisho, vipi na yenyewe, inaweza kutumika? Ndiyo kabisa, mimea vamizi ni malighafi muhimu. Hii ni njia ya kugeuza tatizo kuwa fursa ya nishati na kurejesha malisho. Oh, mashamba ya jirani yetu amejaa magugu, sio ruhusu ng'ombe kula. Sasa naona anaweza kuwa mali badala ya kero. <laughs> Sawa kabisa. Pia mabaki ya kilimo kama maganda ya mpunga, mabua ya mahindi, makapi ya miwa na vifuu vya nazi huchomeka vizuri na kutoa briketi thabiti. Lakini vipi kuhusu usafirishaji? Mara nyingi tumebeba mizigo ya magugu na vumbi la mbao inatawanyika ovyo tu hapo. Mama Maarifa, suluhisho ni lipi ili tusisambaze mbegu za magugu na pia kupunguza gharama? Ni kweli, usafirishaji lazima ufanyike kwa uangalifu. Mimea vamizi isisafirishwe waziwazi wazi, maana inaweza kueneza mbegu. Tumia mifuko iliyofungwa au magari yaliyofunikwa, na inapowezekana choma na kukaushia karibu na chanzo cha malighafi ili kupunguza gharama. Na je kuhusu kuhifadhi? Tukihifadhi vibaya, si mvua au nyevu vitaharibu malighafi? Sawa kabisa, hapo tunahitaji vyumba vikavu, hewa ikizunguka vizuri, na magunia kuwekwa juu ya vichanja. Hapo ubora unabaki salama. Kwa hiyo kama gada mpunga ya mpunga yakiwekwa chini bila kichanja yanaweza kuharibika. Ndiyo, yanaweza kupata unyevu, kuoza na kushambuliwa na wadudu. Ni lazima tuwe makini ili ubora ubaki. Haya <tipi> <tipi> mambo yote ya uangalifu. Sasa vipi kuhusu hatua ya kuyageuza kuwa briket? Hapo ndipo tunapozungumzia usindikaji. Hatua kubwa ni nne: kukaushwa, kuchambua, kugeuza kuwa mkaa y yani na kusaga. Hebu tueleze Mama Maarifa, kwanza kuhusu hiyo malighafi inavyokaushwa. Malighafi mpya huwa na unyevu mwingi, tukikimbilia bila kukaushwa, matokeo ni moshi mwingi na briketi dhaifu. Kukausha katika jua ni njia rahisi na isiyo na gharama kubwa, kutegemeana na wingi wa unyevu na ukali wa jua malighafi huweza kukauka vizuri katika kipindi cha siku tatu hadi saba. Geuza mara kwa mara ili kuharakisha ukaukaji. Chukua tahadhari ya mvua isiyotarajiwa kwa kufunika malighafi kwa turubali. Na baada ya kukaushwa, hatua inayofuatia ni ipi? Hatua inayofuata ni kuchambua. Hapa tunaondoa mawe, plastiki na vipande vya chuma vinginevyo takataka hizi zinaweza kuharibu mitambo na kupunguza ubora wa briketi. Hey, kumbe hata jiwe dogo linaweza kuharibu mashine <laughs> Babu Tunda, ndio maana tunasisitiza usafi wa mali ghafi. baada ya hapo nini anafuata, Mama Maarifa? Swali zuri sana, na Nyori. Zoezi linalofuata ni kubadilisha mali ghafi kuwa mkaa, yani carbonization. Hatua ya kwanza. Panga malighafi ndani ya pipa. Pili, washa moto juu au chini ya pipa. Tatu, fuatilia rangi za moshi. Ukiona moshi mweupe, ina maana kuwa malighafi bado ina unyevu. Rangi ya njano ina maanisha kuwa gesi zinawaka. Baada ya muda, moshi utabadilika na kuwa na rangi ya bluu. Hapo malighafi inabadilika na kuwa mkaa. Baada ya hapo, funika pipa ili kukata hewa ya oksijeni na kuepuka malighafi kuungua hadi kuwa majivu. Kisha subiri hadi pipa lipoe kabisa na upakue malighafi iliyogeuzwa kuwa mkaa. Yowe, kupe mosha yenye rangi tofauti ana maana yake <laughs> ndiyo na nyori. Hiyo ndiyo sayansi rahisi lakini yenye maana kubwa. Hata hivyo naona kama Babu Tunda amedua. Ni kweli kabisa, kuna kitu kimenichanganya. Umesema malighafi ikibadilika kuwa mkaa ndani ya pipa ndio, unamaanisha ule mkaa tuliozoea majumbani? Hapana, Babu Tunda, mkaa niliyoongelea hapo ni hatua tu ya maandalizi ya malighafi ya kutengeneza briquette. Asante sana Mama Maarifa kwa ufafanuzi mzuri kuhusu maandalizi ya malighafi. Je, kuna hatua nyingine ya ziada katika maandalizi haya? Ndiyo mzee Juma. Hatua nyingine ni kusaga mali ghafi. Katika zoezi hili tunatumia mashine zinazotumia umeme au diesel. Kusaga hubadilisha makaa kuwa unga laini unaorahisisha kuchanganya na vinatishaji, yani bainda, na kutengeneza briketi imara. Hapo tumejifunza jambo kubwa sana ya kuhusu uangalifu katika kuandaa mali ghafi ili kupata briketi yenye ubora hakika. Usioni vya elea vimeundwa. Kumbe kuna matumizi ya mimashine tena, na usalama wetu ukoje? Sasa swali lako ni zuri sana Babu Tunda, ni muhimu kujilinda na hatari mbalimbali wakati wa uandaaji wa malighafi kama vile vumbi, moto au miiba. Uvaaji wa barakoa, glavu na miwani husaidia kuzuia hatari zinazoweza kujitokeza. Sasa nimeelewa vizuri hatua zote za maandalizi ya malighafi, kwanza ya kuchagua kusafirisha, kuifasi, kukausha, kuchambua, kukabonisha na kusaga. Ni kasi ndogo, lakini inaleta faida kubwa kabisa. Naam, sasa ninaanza kuona maana yake. Hata kama mimi nilikuwa napenda kuni, najua wajukuu wangu watanufaika na maarifa haya mapya. Hakika briketi ndiyo chaguo letu la baadaye. Ndiyo hivyo babu Tunda. Tukishirikiana na kufuata hatua hizi, tutakuwa na briketi safi, salama na endelevu. Msikilizaji, hapa wanakijiji wa kijiji cha Kijani wamepata elimu ya kina juu ya ukusanyaji na usindikaji wa malighafi. Bila shaka nawe unajifunza kitu sambamba na wanakijiji hawa. Katika kipindi kijacho Mama Maarifa ataeleza namna ya kuchanganya unga wa makaa na vinatishi au bainda ili kutengeneza briketi imara. Tafadhali jiunge nasi tena, Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania TAWIRI, chini ya udhamini wa Mfuko wa Misitu Tanzania TAF. Usikose kufuatilia kipindi kijacho kitakachokujia muda na wakati kama huu. Asante kwa kutusikiliza.